Hii hali mnayotaka kuiweka kwenye chama cha mapinduzi ya kuogopa watu mnaitoa wapi? Hata Mwalimu Nyerere alisema tusiogope watu, tuwaheshimu watu. Leo ndani ya chama chenu mmeanza kuogopa watu. Hicho chama chenu hakina wazee cha kuwaonya watu wasiogopwe. Hivi vyeo hivi vyeo ni dhamana, alikuwepo baba yetu wa Taifa. Na nataka niwaambie serikali ya awamu ya tano, msizani wale wa awamu ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne hawajafanya mazuri na hata wapinzani hatusemi hivyo. Kuna mambo mazuri ambayo baba wa taifa aliyafanya lazima tuyaenzi na kuyaheshimu, lakini kuna mambo mabaya aliyoyafanya tutayakataa. Mheshimiwa Mwinyi, kuna mambo mazuri aliyafanya na mabaya aliyafanya. Mazuri tutayaheshimu, na alikosolewa, alisikiliza, tukampenda. Akaja Mheshimiwa Mkapa, alifanya mambo mazuri, tukampigia makofi tulipenda hata hutuba zake za kila mwisho wa mwezi, zilikuwa ni hutuba zilizoshiba, sio za vijembe za kutukana na watu, lakini kuna mambo mabaya tulimsema. Akaja mzee wetu Jakaya Kikwete, pamoja na kwamba tulimchallenge ni kweli, aliweka kipindi chake aliweka mazingira walau wana, wa, wa, watu duniani walianza kupenda kuja kuwekeza Tanzania Ali usu walau demokrasia tulizungumza, tulimsema huko ndani, lakini alihakikisha kila mtu kama mtanzania anazungumza anatoa mawazo yake. Leo kwa nini Magufuli asisemwe? Na tulikuwa tunakaa naye pale pale kwenye kiti pale tunamfuata pale, leo tunamwogopa na mapembe. Ni waombe wabunge wa, wa CCM, hebu tuweke itikadi zetu pembeni, tusimame kama bunge Rais akikosoa akikosea, tuwe na uwezo wa kusema no, no.